Natumai pesa zako umezihesabu vizuri au kama kutakuwa kuna changamoto yoyote kwenye hizo pesa uniambie. Usije kuondoka hapo ukasema kwamba nimekupatia pesa ambayo haijakamilika. Hemu, hakiki pesa zako kwanza kabla ya kuondoka, sawa? M mm, ngoja ni hakiki lakini mimi nakuamini mama Chanja, wewe uko eh, mm, no vizuri kwenye mahesabu jamani, lakini hemu ngoja ni hesabu moja mbili tatu nne tano. Naona iko vizuri haina changamoto yoyote ile. Basi ni jambo jema kama umeweza kuona pesa yako haina changamoto yoyote. Mimi kikubwa huwa najitahidi na sana wateja wangu niweze kuwashauri kitu ambacho ni cha muhimu hapo. Zingatia tu salama wako, manake unapotembea na fedha kama hiyo inabidi uwe makini kidogo, jamani. Siku hizi mambo yamebadilika, vijana wako, wako wengi mtaani, wanaweza waka, wakakukaba, wakakunyang'anya pochi yako. Hapo kafika hauna pesa. Kwa hiyo kwa makini sana njiani na nikutakia siku njema. Nashukuru sana kwa, kwa support yako kwa kweli, umekuwa ni mtu ambao uko supportive sana kwangu. Yaani sio tu kwenye mambo ya kutoa pesa lakini hata kwa kunishauri namna ya kuweza kuitunza hii pesa ikaweza kufika salama. Basi wacha mi niende. Tuna next time. Jose, shida ni nini? Mbona siku hizi mekuwa unachelewa sana kazini eh? Ukiangalia kazi yako wewe ni engineer na unafahamu majukumu ya engineer ni magumu sana, nahitaji mtu awe pancho, mtu aweze kufika kazini kwa wakati. Sasa sijajua kwa nini sasa hivi nakuwa nachelewa sana kazini. Uh, eh, samahani sana bosi wangu nimechelewa kidogo kufika kwa hizi siku mbili tatu kwa sababu kidogo ya changamoto ya usafiri imekuwa ni shida sana njiani. Yani unaweza kukuta tunakaa kwenye foleni kwa muda mrefu kweli yani. Na ukitegemea mimi sina usafiri mwingine wa private kuweza kunifikisha hapa kazini mapema a e utakuwa ni uzembe. oh, ni uzembe! Wewe ni uzembe mkubwa sana Jose. Unajua kabisa wewe ni engineer ambaye tunakutegemea hapa kazini. Kuna mashine ambazo zimelala zinahitaji mtu wa kufanya lipea. Haupo. Tunafanyaje kazi kwa staili hii? Wewe, oh, unasema kwamba atokea mbali foleni. Kwani mimi nakuja nimepanda eh, na ndege mwenyewe? Natumia daladala hizo, hizo hizo, lakini nafika kwa wakati. Kwa hiyo hilo sio sababu ya kusema kwamba eti wewe inakufaa kuja kazini. Kwa hiyo nikuombe, na hii iwe mara ya mwisho. Sitaki nione unachelewa kufika kazini, sawa? Manake umeanza kuwa mzembe sana siku hizi. e, sawa bosi wangu, mimi nimekuelewa e, kwa kweli nitajitahidi kuwa makini, manake nipunguze huu zembe. Kibarua changu kikota nyasi hapo. God have mercy. Nimebonyeza button hapa nikiangalia mtu, angalia upande wa hiyo propela kama iko vizuri naona iko iko vizuri, na upande wa, wa kitu kiboreshe uweze kuisimamia hii project iweze kuisha vizuri, manake huu mradi wa hii mashine unahitajika sana kwa ajili uh, ya ya project ambayo iko mbele yetu, na kumbuka tuna wageni kutoka United States wanakuja hapa, kwa hiyo ujitahidi sana hii project iweze kukamilika ndani ya muda ambao tuliupanga sawa. Mi nakuachia hii kazi. Hey, jamani, nimechanganyikiwa sijui tunafanya nini jamani. Yaani nikiangalia, ndiyo Abdalla ananipenda na mimi nampenda pia, lakini sasa shida Abdalla yeye ni Muislamu alafu mimi ni Mkristo Nafanyaje jamani? Nami namjua mama yangu fika, hawezi akubali mimi nikaslimishwe niwe mweslamu. Cha kufanya, <laughs> inabidi tu nimkubalie huyu kaka ambaye jamani ni ni engineer mpangaji wetu mpya huyu. Kwanza mkaka ni smart handsome, na ana pesa. Sema inabidi tu ni makini mamangu asija kajua chochote hivyo. Mm, ngoja nifanye tu, nimkubalie mkaka wa watu jamani. Eh hey, jamani, shoga yangu nikaenda wapi sasa? Mimi nishamaliza kutoa hela yote, simuoni tena jamani. Yani mimi ndio yule watu, huyu akitoka nje tu kumuona itakuwa ni kazi. Mimi nda wapi tena jamani, eh simuambia anisubiri nje hapa. Hey, shoga, sio kwa mihela uliokuwa nao leo jamani, yaani. Hey, umekaa muda mrefu na kusubiri mtu mwenye, acha utoke jamani, ulikuwa atoa milioni kumi au eh? Yani kutoa milioni moja na nusu ndio unatumia una muda mrefu hivyo, shoga yangu E, yani we shoga yangu umejua kunichosha mimi e, nakutafuta kila sehemu, kumbe mtu umekaa hapo tu. Haya, tuondoke, yuko tuondoke, hatuna muda tena kupoteza hapa. Nishatoa pesa zote, na kitu kinachofuata hapa ni kwenda kwenda kujiliwaza, kwenda viwanja, kwenda kutafuta sehemu za kwenda kula vizuri, sehemu <laughs> yenye vinywaji yenye, <laughs> <semu> chakula <laughs> makuku manini, twende <laughs> twende, shoga yangu, unajua maeneo Ah, shoga yangu yani hapo ndo umenigusa penyewe kabisa yani mimi usinajua unapopenda starehe mwenzako. Eh, yani basi tuondoke. Mimi nilikuwa najua labda haujamalizana huyo wakala. Ni ndo maana nilikuwa nakusubiria muda wote hapa kama amalizana naye. Mimi ningeona au ningependekeza tungeenda pale, ah, tupendane pub au restaurant. Pale ndo sehemu nzuri pale ya kwenda kukutana. Kwanza ni sehemu tulivu na ni sehemu pia nzuri, twende shoga yangu, nikupeleke uende ukajionee mambo, eh. Nlo, yani shoga yangu umejua ume kunifurahisha shoga yangu. Ah, wa ukweli udugu wangu kidawa wangu, yani nimekuleta sehemu ambayo jamani na, natumai hii sehemu utaipenda. Sehemu nzuri, sehemu tulivu, ile baa niyokuwa nakuambia ndio hii sasa. Yani hapa kuna vinywaji vya kila aina, ni sehemu tulivu, yani kuna mziki wao mzuri ambao ni, ni mziki mwanana yani kwa kweli ni sehemu moja nzuri sana, ni sehemu amazing, ni sehemu ambayo ukitulia hapa unakonga moyo wako vizuri, huku unashucha vitu vya baridi na vitu vya moto. Yani ni wewe tu, shoga yangu, hii sehemu ni nzuri sana eh, shoga yangu, hii sehemu ni nzuri sana sijawahi kutembelea mazingira kama haya, jamani, kwa kweli, leo umejua kunifanyia surprise na mimi nikasema leo, shoga yangu, so sisi, nikakuacha hivi hivi, lazima na mimi kidogo leo nikutoe out to enjoy. Unajua, si tumekuwa marafiki kwa muda mrefu, sasa hivi shoga yangu, huu ni mwaka si wa, wa, wa saba au mm, ni mwaka wa sita. Tumeanza kuwa marafiki muda mrefu toka kipindi cha shule kile, eh, wena, unakumbukumbu nyingi, jamani, toka enzi za, za shuleni kale, kakumbuka shoga yangu, napenda kuwa kuwa nyali wanaume ambao walikuwa wanapenda kutusumbua sumbua kipindi kile, tukao tupendi wanaume kipindi kile unakumbuka? Eh, tulikuwa na kamsemo ketu kana eh. Wewe, nianzaje kusahau shoga yangu, sema. Naomba ongee kwa sauti ndogo ya chini chini, we nakujua we, we utaanza kulopoka hapa. We, kwani hapa tumekuja bure? Sisi tunatoa pesa hapa, eh. shoga yangu vipi, shoga yangu, mbona unakuwa unapoa poa hivyo Sio kila meza ya kutingisha, babu we nyingine ni meza ambayo imekaa na vinywaji vyenye bei kubwa usio katingisha mwisho wa siku, eh <laughs> Halo. Ah, ni kwa taka utupatie makange ya kuku hapa kila mmoja sahani yake moja alafu pia kwa mimi hapa ni kwa taka unipatie whisky, kitu kama whisky hivi. Shoga yangu wewe unakunywa nini? Shoga yangu, whisky. Mbona kwa pombe zenye bei ghali hivyo jamani, shoga yangu? Mimi ni kwa taka unipatie Serengeti light lakini mpaka nimeona aibu ulivyonitajia whisky mwenzangu. Mimi naomba unipatie kinywaji kizuri kizuri kidogo, nipe kama red wine hivi, nahisi itanifaa red wine kwa leo kwenye mood yangu, nadhani itanitosha sana. Lakini pia nilikuwa nataka na chipsi, shoga yangu, tuagize na chipsi leo. Pesa si unayo? Yani shoga yangu ya giza, mimi leo ndo bosi wako, hata wasiwe na wasiwasi. Ehe, naomba tupatie na sani mbili, kila mmoja hapa ya chipsi moja iwe chipsi kavu, nyingine iwe chipsi yai. Yani shoga yangu leo tumekuja kuja kula tu hapa yani, eh? Ila yote hiyo shoga yangu kiasi ukuteseka leo, tumekuja kutanua huku leo. Uh, okay, sawa madam, nimekuelewa. Lakini samani nikupatie whisky ya baridi au ya moto? Yaani wewe kwa hili joto lote la Dar es Salaam unataka unipatie <tip> kitu cha moto kweli? Hivi inawezekana? <tip> naomba unipatie glasi ambayo ina ice cube kabisa. Nataka nikiwa nashusha kitu kinashuka kooni. Sawa, naomba ufanye upesi, maanake tuna tuna njaa, matumbo yanauma sasa hivi. Ah, basi sawa madam, ngoja niende nikawaandalia haraka haraka, hapa nawaletea baada ya nusu saa hivi. Sijui kwa mm, wamevunja kikoba leo eh takua umevunja kikoba haiwezekani. mm. Inawezekanaje? awamama wanaagiza vitu vya bei ghali hivi wanaagiza mawiski mapombe yenye bei ghali, wanaagiza makange sani mbili. Jamani, kuna watu wana wana pesa mm. nami ni punguze nipunguze umbe, umbea wangu kuje nende, nende nikawaandalia chapochapo hapa. mimi nichukue pesa yangu yeah. hapa